Hapa na kupata elimu kwa sababu nimejifunza vitu vingi sana. Uh, nashukuru sana, nimejifunza vingi uh, kupitia vitu ambayo vimetokea. Labda niongelee mimi kwanza um, kitu ambacho kimetokea kwenye mitandao nimejifunza so, kwamba sio sahihi kuchukua clip ya aina hiyo, kuchukua clip ya ya ukiwa mtu lakini pia sio sahihi pia ikienda mitandaoni. Nimejifunza hilo, nalijutia kwa kipindi hicho kujichukua video kama ile, sababu ile ndio faraga na kitu mapenzi zaidi. Lakini pia nimehuzunika sana kwa kitendo cha hii video kutoka nje na vitu kama hivyo. Um, tuko tayari kama niko tayari kabisa kabisa kushirikiana na serikali Um, wa hili wasanii wa kuelimisha wa tukaelimisha wa jamii kwa jumla, wanafunzi najua wa watu wengi wanapitia vitu wa kama hivi. Najua kuna wengi ambao hawajulikani, labda kwa sababu imetokea kwangu naenda na, um, na imekuwa kubwa lakini, kuna wengi ambao imeshatokea wamefanya wa vitu kama hivyo wakiwa um, wa private na vitu vidogo vidogo vinatokea kutokana na simu na nini vinatoka public lakini havijawahi kuwa wazi kama ilivyotokea kwangu, so tutashirikiana um, na serikali kuelimisha, itakuwa bega kwa bega kabisa, kwa sababu ni kitu ambacho kimeniumiza, kikoi, kimeumiza familia, kimeumiza mafans na niyamini, so, yeah. Oh. Radhi, radhi, watu ambao wananiamini zaidi, tunaomba radhi, naomba radhi kwa niaba ya watu waliofanya So, japo, polisi, na najua, na hii, na naomba radhi pia wa, wa mashabiki kwa kuona kitendo kama hicho. Najua wengi wamechukulia tofauti, wengi wamechukulia Nandy kaposti, wengi wamechukulia labda nikiki komenti nyingi na vitu kama hivyo, na sikuongea kitu chochote, lakini niombe radhi, haikuwa ridhaa yangu kabisa kabisa kabisa kitu kama hicho kabisa, kitoke public